Upendo bila masharti. Kijana aitwaye Juma alikulia katika maisha ya kawaida sana. Hakuwa na mali, kazi ya maana wala sura ya kuvutia kama wengine. Mara nyingi alipokutana na wanawake, wengi walimkataa au walimcheka. Wengine walimwona hana thamani kwa sababu ya umasikini wake na tabia zake za unyenyekevu. Kila mara alipovunjika moyo, Juma alianza kuamini kuwa hakuna mwanamke atakayempenda kwa dhati. Wakati rafiki zake walijivunia magari na kazi nzuri, yeye alibaki akihangaika kusaka riziki ya kila siku. Ndani yake aliwaza, labda mimi sihitajiki kupendwa. Lakini siku moja alipokutana na Asha, msichana mnyenyekevu mwenye moyo mpole, kila kitu kilibadilika. Asha hakumwangalia Juma kwa sura yake au hali yake ya kifedha, bali kwa utu wake. Aliona jinsi alivyokuwa mchapakazi, mwaminifu na mwenye heshima. Alipomwambia wewe ni wa thamani hata bila vitu vingi, Juma alishangaa kwa sababu hakuna aliyewahi kumwambia hivyo. Wakati mwingine Juma alikuwa akijiona dhaifu au akifanya makosa madogo ya tabia, Asha hakumcheka wala kumdarau. Badala yake, alimsihi kujiboresha na akabaki karibu yake. Miaka kadhaa baadaye, Juma alipata kazi ndogo ya uhakika. Siku aliyoamua kumuoa Asha, alisema ulinipenda bila masharti Uliniona nilipokuwa sifai machoni pa wengi, ulinichagua mimi, sio vitu nilivyokuwa navyo. Naamini huu ndio upendo wa dhati ambao nilikuwa nikiusaka. Funzo la hadithi: mapenzi ya kweli hayapimwi kwa mali, urembo au heshima ya kijamii. Mwanamke mwenye upendo wa dhati huona moyo na utu badala ya kasoro na mapungufu. Wanaume wengi huchoka wakikimbizana kuthibitisha thamani yao. Kumbe, mwanamke sahihi hataki kamilifu bali anayejitahidi na kuwa mwaminifu.